la Mitihani la Tanzania, leo tuna taarifa muhimu kwa ajili ya kuifikisha kwa jamii ya Watanzania, na taarifa hiyo inahusu matokeo ya upimaji wa kitaifa wa darasa la nne ambao ulifanyika tarehe 22 na tarehe 23 Oktoba mwaka 2025, lakini na upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili ambao ulifanyika tarehe kumi eh, mpaka tarehe 19 Novemba mwaka 2025. Sasa baraza limeidhinisha rasmi kutolewa kwa matokeo hayo. Kuhusu usajili na mahudhurio eh, jumla ya wanafunzi milioni 1,583,686 walisajiliwa kufanya upimaji wa kitaifa darasa la nne wakiwemo wasichana 818,673 sawa na, na asilimia 52 na wavulana 765,013 sawa na asilimia 48. Mahudhurio katika upimaji wa darasa la nne yalikuwa asilimia 94 sawa na wanafunzi 1,490,377 katika shule za msingi 20,508. Aidha, wapo wanafunzi 93,309 sawa na asilimia 6 hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa walisajiliwa. Kwa upimaji wa kitaifa wa kidato wa cha pili wanafunzi laki nane themanini na tisa elfu mia mbili sitini na nne walisajiliwa wakiwemo wasichana laki nne na tisini na mbili elfu mia nane hamsini na sita sawa na asilimia hamsini na tano na wavulana laki tatu tisini na sita elfu mia nane na nane sawa na asilimia arobaini na tano. Mahudhurio katika upimaji wa kidato cha pili yalikuwa asilimia tisini na moja nukta tatu sawa na wanafunzi laki nane kumi na moja elfu mia tano sabini na tano katika shule za sekondari elfu sita mia mbili na ishirini na tatu. Aidha, wapo wanafunzi 77689 sawa na asilimia 8.7 hawakufanya upimaji huu pamoja na kuwa tuliwasajili. Kuhusu matokeo kwa upimaji wa darasa la nne, ufaulu wa jumla umepanda kwa asilimia 2.67, ambapo wanafunzi milioni 1,324,970 sawa na asilimia 88.91 wamefaulu kwa kupata madaraja ya ufaulu ya A, B, C na D. Kwa mwaka 2024 ufaulu ulikuwa 86.24 na mwaka 2023 ufaulu ulikuwa 83.34. Kuhusu linganifu wa matokeo kwa jinsi, wasichana waliofaulu ni sawa na 90.1 ya wasichana wote waliofanya upimaji huu. Aidha, wavulana waliofaulu ni laki 621683 sawa na 87.59 ya wavulana wote waliofanya upimaji huu. Kati ya wanafunzi wote waliofaulu, wasichana ni asilimia 53 na wavulana ni asilimia 47. Kuhusu ufaulu kishule, kati ya shule elfu ishirini mia tano na nane zenye matokeo, jumla ya shule elfu ishirini mia tatu sitini na nne, sawa na asilimia 99.3 zimepata wastani wa madaraja ya ufaulu ya A mpaka D. Shule 144 na zimepata wastani wa daraja E ambalo ndilo daraja la chini zaidi lenye alama kati ya sifuri na sitini. Idadi ya shule zilizopata wastani wa daraja E zimepungua kutoka 197 mwaka 2024 na 325 mwaka 2023. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa upimaji wa mwaka 2025 ulizingatia mtaala ulioboreshwa. Eh, ee, ukihusisha masomo tisa masomo matano ya lugha yani Kiswahili, English language, French language, Arabic language na Chinese language. Masomo mawili ya sanaa, jiografia na mazingira, sanaa na michezo, pamoja na historia ya Tanzania na maadili, na masomo mawili ya science na hisabati. Kwa ujumla ufaulu katika masomo yote ni mzuri. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni asilimia 92.1 ukipanda kutoka asilimia 84.52 mwaka 2024 ufaulu wa somo la English language ni asilimia 72.71 ukipanda kutoka asilimia 68.86 mwaka 2024. Kwa upande wa masomo ya lugha chaguzi, jumla ya wanafunzi 6833 walifanya upimaji huu kwa mara ya kwanza, ambapo kwa somo la French language wamefaulu kwa asilimia 95.73, lugha ya Kiarabu kwa asilimia 80.45 na somo la Chinese language kwa asilimia tisini tatu nukta moja sita. Kwa masomo ya science takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la science ni asilimia 87.93 na somo la hisabati ni asilimia 81.44. Somo la hisabati limeendelea kuimarika kwa ngazi ya darasa la nne, kwani wanafunzi waliopata daraja E wamepungua kwa asilimia kumi na waliofaulu kwa daraja A wameongezeka kwa asilimia kumi ikilinganishwa na ufaulu wa mwaka 2024 ambao ulikuwa asilimia 71.4 na mwaka 23 ambao ulikuwa asilimia 54. Kwa masomo ya sayansi ya jamii, ufaulu wa somo la jiografia na mazingira, sanaa na michezo ni asilimia 83.22 na somo la historia ya Tanzania na maadili ni asilimia 82.99. Kwa upande wa matokeo ya upimaji wa kitaifa wa kidato cha pili mwaka 2025, baraza lilipima mitaala miwili mtaala wa awali na mtaala ulioboreshwa ambao umepimwa kwa mara ya kwanza kwa wanafunzi wa mkondo wa amali. Ufaulu wa jumla kwa watahiniwa wa shule ni asilimia 86.93 sawa na wanafunzi laki saba, elfu tano na tisini na moja ambapo kati yao wavulana ni laki tatu na kumi na mbili, e, elfu mia nne tisini na mbili sawa na asilimia 88.28 ya wavulana waliofanya upimaji na wasichana ni laki tatu na tisini na mbili elfu mia tano tisini na tisa sawa na asilimia 85.89 ya wasichana waliofanya upimaji huo. Aidha, kati ya waliofaulu wavulana ni asilimia arobaini na nne, na wasichana ni asilimia 56. Kwa ujumla, ufaulu wa kidato cha pili mwaka 2025 umeimarika kwa ongezeko la asilimia 1.52 kutoka asilimia 85.41 ya mwaka 24 na asilimia 85.31 ya mwaka 23. Kwa kuzingatia mitaala, wanafunzi waliosoma kwa mtaala ulioboreshwa wamefaulu 1975 sawa na asilimia 89.85 na wanafunzi waliosoma mtaala wa awali wamefaulu eh, laki saba na elfu tatu mia moja na kumi na sita sawa na asilimia 86.93. Kwa kuzingatia ubora wa ufaulu jumla ya watahiniwa laki mbili na elfu arobaini na nne, mia nne sitini na tisa sawa na asilimia ishirini na tisa nukta sita nne wapata madaraja ya, ya, ya, la kwanza mpaka la tatu. Mwaka 24 waliopata madaraja hayo walikuwa laki mbili thelathini na tisa elfu mia tisa sabini na saba sawa na asilimia tha, thelathini nukta sifuri nane na mwaka 23 walikuwa laki moja na tisini na mbili elfu mia sita thelathini na tatu sawa na asilimia ishirini na saba nukta saba tatu. Idadi ya wanafunzi waliopata division one mwaka 25 ni elfu sabini na nane mia tatu thelathini na tisa sawa na asilimia 9.65. Waliopata division one mwaka 28 walikuwa 77172 sawa na asilimia 9.76. Na mwaka 23 walikuwa 58180 sawa na asilimia 8.37. Kuhusu ufaulu kishule, jumla ya shule 6198 sawa na asilimia 99.6 ya shule zote 6223 zenye matokeo zimepata wastani wa daraja A mpaka D. Idadi ya shule zilizofaulu kwa daraja A zimeongezeka na kufikia 177 mwaka 25 kutoka 155 mwaka 24 na 96 mwaka 23. Kwa upande wa shule zilizopata daraja F ni 25 mwaka 25 na mwaka 24 zilikuwa 27 na mwaka 23 zilikuwa 30. Kuhusu ufaulu kimasomo, kwa masomo ya sayansi jamii, ufaulu wa masomo ya history na geography ni wa wastani, ambapo history ni 56.29 na geography ni ya 57.52. Ufaulu wa somo la civics ni asilimia 35.1 ikiwa ni ongezeko la asilimia mbili kutoka 33.24 asilimia ya mwaka 2024. Kwa masomo ya lugha, ufaulu wa somo la Kiswahili ni 94.31, English language ni asilimia 73.16. Mwaka 2024, ufaulu wa English language ulikuwa asilimia 74.58 na mwaka 23 asilimia 68.27 na mwaka 22 ulikuwa asilimia Hivyo takwimu hizi zinaashiria kuwa somo la English language linaendelea kuimarika kwani kwa, kwa, kwa kipindi cha miaka mitatu ufaulu wake umepanda kwa asilimia 10.13. Kwa upande wa sayansi asili, masomo ya physics, chemistry, biology na basic mathematics yana ufaulu ulio, ulio chini ya wastani kati ya asilimia 22.71 na asilimia 41.84. Somo la basic mathematics limeendelea kuimarika kwa, kwa kupanda kwa asilimia 4.03 na kufikia asilimia 22.87 ya mwaka 25 kutoka asilimia 18.85 ya mwaka 2024. Kwa masomo ya biashara ufaulu wa bookkeeping na commerce umeendelea kuwa ni wa wastani kama ilivyokuwa mwaka 2024. Ufaulu wa somo la bookkeeping ni asilimia 41.19 na somo la commerce ni asilimia 44.21 ikiwa ni ongezeko la asilimia 0.44. Kuhusu hali ya ufaulu kwa wanafunzi wa mkondo wa amali ambao ulipimwa kwa mara ya kwanza mwaka 25 katika jumla ya shule za amali 48 zilizojisajili katika fani kuu kumi kati ya 15 zilizoainishwa katika mtaala ulioboreshwa. Katika upimaji huu, wanafunzi wa mkondo wa amali walipimwa katika fani mahsusi 42 zilizohusisha masomo 28 yaliyopimwa kwa vitendo. Jumla ya wanafunzi 2267 walisajiliwa, wakiwemo wavulana 1473 sawa na asilimia 65 na wasichana 794 sawa na asilimia 35 kati yao wanafunzi 2199 sawa na asilimia 97 walifanya upimaji huo. Jumla ya wanafunzi eh, 1975 sawa na asilimia 89.85 wamefaulu, wakiwemo wavulana 1331 na wasichana 644. Hivyo wanafunzi hao sasa wataruhusiwa kuendelea na kidato cha tatu kwa mkondo wa amali mwaka 2026. Kuhusu ufaulu kwa masomo sita ya lazima ya mkondo wa amali takwimu zinaonyesha kuwa ufaulu wa somo la mathematics ni 40.54, computer application ni 60.41, life skills 48.68, business studies 58.46, English language 71.16 na historia Tanzania na maadili 58.42. Ufaulu kwa upande wa fani mbalimbali za ufundi na ufundi stadi takwimu zinaonyesha kwa, eh, kwa, kwa fani za uhandisi eh, uhandisi ujenzi ufaulu ni asilimia mia moja. Uhandisi umeme ufaulu ni kati ya asilimia 98 na mia moja. Uhandisi mitambo ni asilimia mia moja, tehama asilimia 89 hadi mia moja. Uhandisi magari ni asilimia 95 mpaka mia moja. Kwa fani ya kilimo na chakula ufaulu ni kati ya asilimia 96 mpaka mia moja. Ukarimu na utalii ni asilimia 98 mpaka mia moja mavazi na ushonaji ni asilimia 15 mpaka mia moja. Katika fani hii ya mavazi na ushonaji lipo somo la leather goods and footwear.